Hoeaaa e, na na mchumba mbona utoke mamilona mchumba mpona, toke, na, na, na, na, na wa chama wa moto njoeni leo mumuone MVP wa kweli, wa kweli wa ligi kumjua MVP wa Simba wa Simba huyo wa Simba kuna wa Simba na wa ligi mimi nilikuwa naonea huruma mimi nilikuwa nimewapa tatu mm. Kumbe sasa kumbe, e, kumbe. na mchumba mbo <coughs> natokei mamilo oh, nakuja eh. naakoa niambi nakuja na mchumba mbona natokei nakusubiri hapa tangu alfajiri na mchumba mbo, unaotokei mamilo na, na, na, na, na umejipokeaje? so na so, hizo sio so shida zetu, mradi mm. tu kwamba watakuwa sahihi na watasimamia sheria 17 saba za soka hicho ndio tulikuwa tunakisubiria muhimu. Mm, ni kwamba nimewahi kuona mashabiki wa ovyo duniani ni mashabiki wa Masimba, wa Simba tu mm. Yani hilo nalisema wazi na wala siwezi kulificha mahala popote. Wanini? kama kuna mashabiki wa ovyo kuwahi kutokea duniani ni mashabiki wa Simba mm. Timu ni yao, lakini walikuwa hawajui kama inakuja au haiji. Mashabiki wa Yanga sisi tulikuwa tunajua kwamba lazima waje. Sasa saizi kilichobaki hapa ni kwamba mashabiki wa Yanga uwanjani ni wengi, mashabiki wa simba ni wachache, timu tutaiba. Yaani, ushai kuona mtu anashenyentwa akiwa wamebaki wachache uwanjani <laughs> yaani anashenyentwa hata wakumsaidia hayupo, hata wakumpigia kelele <laughs> jamani, msaidieni jilani, jilani, jilani, Ayu, ayupo. Kama, kama mtu anaka, <laughs> kama kwenda kujenga nyumba eh, labda kwenye poli la, la, la, la, la, la, la lile la wapi, la Mikumi <laughs> mtu kakwenda kujenga nyumba katikati ya pole la Mikumi, jirani yake nani? Nyani, ngedele, swala. Yani hata akingatwa na simba wakupiga kelele jamani hajapata msaada, hayupo. Leo hapa wachezaji wao tutawafunga, alafu tutawazomea, alafu wakuwasaidia mashabiki hawamo. Kwa maelezo yao wanasema na wao pia ushindi wanautaka, bwana wao sio walikuwa wanajua labda maswala wanautaka ushindi, wanautaka ushindi kwa kwa nani? Wanaitaka kombe kwa nani? Ili kombe, kumbukumbu wanazo kwamba beki wao ni Chefondo, Maloni, Magwaya. Kwa hivi mna, mnajua mnajua nyie nyinyi mashabiki wa madunduka mnajua kama beki wenu ni hali magwaya ya chefondo maloni eh? Au mpaka tuwakumbushe? Si ndio wale wapeleka kimataifa bwana Fernando mtume la rasuli a yupi huyo? wanteleza Ae, wanajua kama, wanajua kama golikipa ndo mtu wa maboko zaidi, kwa sababu Diara, Diara kacheza mechi chache. kwani Diara akacheza mechi nyingi Ae? Diara akacheza chache. Diara angekuwa no, akacheza nyingi kama alivyocheza Kamara mm. Sasa hizi unaongea mambo mengine unafanyisha Diara na takataka zingine hizo taka. Diara ni golikipa ambaye amejikamilisha na amejitosheleza duniani na Simba. Sasa hizi waambie, waekewe Diara na Kamara, wachukue mmoja waulize kama watachukua ule takataka taka yao. Hawawezi kubeba nakwambiaje, kitu pekee ambacho leo kitakuja hapa mm, kiwe salama kwao <laughs> ni kwenda kupokea magoli, kuweka mpira kati wenyewe, yani wachague ni mda gani ambapo wanapeleka mpira kati, kwa sababu ukichukua mm, haraka ukipeleka haraka unafungwa mengi, hatuachi mm, kitu. Sawa goli, naomba uongee sasa na Simba leo ndo wageni wako. Madunduka. Ambao wamefanya maamuzi wametoa tamko kwamba wanakuja, neno lako tu za dakika la jioni kabla kuelekea kwenye Siku zote mwanamme akishatuma nauli kwa mchumba hmm, kitu pekee anachokisubiri ni hiyo simu ya kusema nakuja. Mtumie tu location. Location iliyopo ni Benjamin Mkapa. Na mchumba mbona utokei mamiro Nakuja Na mchumba mbona utokei mama we Na mchumba mbona utokei nakusubiri Nakuja Na hapa hapa toka alfajiri Nakuja Na mchumba mbona utokei mamiro Nakuja wewe ya mangungu usisahau kuja na kipala